Kuleta manufaa zaidi kwa wananchi ambao wanatumia ama wako karibu na bahari, na hii ni mojawapo ya ile projects ama miradi ambayo serikali ya Kenya Kwanza imeleta hapa ili kuhakikisha kwamba eh, vijana wetu wanapata utaalamu wa kwenda baharini wa kutumika kama coxswains ama engineers wa meli na pia katika mambo ya bandari, na kama vile governor amesema, huu tu ni mradi mmoja, tuko na miradi mingi sana hapa pwani katika kaunti za Kwale, Mombasa, Kilifi, Lamu, Tana River. Tunajenga fish landing sites. Hiyo fish landing site ni mahali pa wavuvi, wakitoka baharini na mashua zao, mashua zinatua pale.